Kuwapigia stori hiyo wanasimba, wana vibe la kutaka kusema moyoni, pamoja na yale yopita, si ndwele wagange yajayo. Bado wana nyuso za furaha, hawaonyeshi kama kama kijatokea kitu vile, lakini ndo hawa waliofungwa mara tano mfululizo. Eh, lakini leo bwana samani nini? Samani kazi, leo ni Simba Day au sio bwana? Ndokuja stori na ndugu zetu. Haya, niambie, unaitwa mama nani bwana? Naitwa mama Abduli. Mwingine ai nka wapi kwani? Natokea mbezi shule sokoni. Natamani kuona nini cha tofauti kwenye ah, nategemea kuona v vingi sana wachezaji wangu kutambulishwa yeah, yeah. uh -huh. vinginevyo vingi sana san vingi sana mm. yeah. mm. Mechi ya leo leo kuna mechi kati ya Simba na Gor Mahia si ndio? Na ndio kipimo cha kwanza kwa wana Simba wote kwa leo, wanaona, si ndio? Ndio, unaiona Simba gani siku ya leo? Unaiona Simba ya miaka iliyopita minne, iliyopita miaka minne iliyopita. mm. Basi kashaka bingwa eh, iliochukua ubingwa tarehe 16. Vipi tarehe 16? yeah. Nategemea kuona ushindi mkubwa mno. Kwa hiyo maana yake nimekataa yani, unyonge, si ndio? Nimekataa unyonge Hatutaki tena. Hatutaki tena unyonge. Tunawaambia kabisa wajiandae. Wajiandae. Eh, wamesema wanataka kichwa, tutawapa bichwa. Tutawapa bichwa. Bichwa tutawapa bichwa, sio kichwa tutawapa bichwa. bichwa. Naomba utanitafuta maana nitakuwa. Sawa. <laughs> Kama utanioje nikiingia uwanjani yeah, nikitoka uwanjani pia nitafuta na sura za uzuni. Sina uzuni mimi kwenye furaha yetu, kwenye shida yetu. Kwa hiyo siwezi kuweka uzuni wote, nimeipenda mwenyewe. wanakula ngapi wao? Mbili tu zinawatosha, mbili tu zinawatosha, zinawatosha. <laughs> <laughs> Usajili wetu umekuwa mzuri na tumesajili wachezaji wa hali ya juu hey. na tunaamini na tunaiamini Simba yetu kila siku tunalia safari, ni zamu yetu, lakini usajili unakuwa <coughs> mbaya pale matokeo yanapokuwa mbaya. Na mimi na imani safari hii tutapata wachezaji wazuri inshallah inshallah hey. Wewe hey, hey, wewe shabiki wa Simba si ndio? Ndio, ndio hey, umeanza kupenda Simba lini? Au wewe unafuata mkumbo tu? Mimi ni mda mdaba. Mimi nazaliwa na shangilia Simba. Mchezaji jana unatamani no, kumuona leo. Leo kunao Neoma, neoma. Neoma. Eh, eh, alafu kuna awa yule ni mtoto mdogo ana vitu fulani hivi eh, aweze kuvipata sehemu yoyote duniani eh, alafu kuna Elimpanzu mpanzu eh, alafu kuna Bajabir pembeni wana, wana pita wapi mbele pale kuna Jonathan soa mtambo ule, wanamjua mwenyewe Hey, watalipata bat watalipata, yani bichwa wanalipata, aalkuiasitaakik uhakika watakimbiana safari hii, wametaka bicha, si wametaka kichwa, sitapa bicha <laughs> bichwa lakufa mtu uogopi <laughs> ha, auogopi hapo ameshaanza kuogopa ha, alafu kuna mtoto mdogo hey, naambiwa kashafika nani okelo okelo okelo kupiga wa mgoli yeah. wa video haujui. Alafu kuna Yakubu Selemani, sijamsahau. vyanzo <laughs> vyako unavitoa wapi? si lazima, <laughs> sio? Ujue unavitoa shuleni mnaongopeana. kamata hizo uondoke ni nazo. Oko okay, oh, wajapata taarifa kua kuchukua taarifa mm, hizi kwa hiyo Simba msimu huu jamani ni balaa, balaa tupu. Yoyote, yaani usisubutu, yaani usisubutu, usijichangane, usi usi ukijichanganya, utakimbia, utajuta kushabikia Simba. Utavofuja ndivyo utakavyopokea, vivyo vyote vile, vivyo vyote vile Nakwambia mtani safari anifungi tarehe oh, kumi na sita hanifungi. Andika hiyo, naiandika nachukua hii na naitunza. Hey, karibu mwandishi lakini. Na nitakuja hiyo tarehe kumi oh, na sita, tafute kabisa sure. aaudada tobonge karoti, dada yangu mama pia eh, watu wanapata lishe huku, mnaendelea kupiga stori kwetu akujidai wetu wa kudai mambo yote yanasimama. Kila kitu kinasimama vikoba, kila kitu kama unakausha damu yako utajua mwenyewe kwa nyumbani. Mimi niko uwanjani kulipa madeni siku ya kutumia leo, hata nikuda akitokea hapa atajua mwenyewe. Hapa sio sahihi. Ah, manombeangu Utamuuliza hivyo eh, wale wale Simba wanasema kwamba yako ukaja hapa kukukataa tu, hii sio same sahihi. Hii ni sehemu yao siku ya leo kufurahi, kuenjoy. Simba Day au sio bwana? Siku mambo yote yanasimama hey, mambo yote yanasimama na wana Simba wanakusanyana, wanafurahi na wanaangalia game na wana wachezaji wapya hey? Unamjua waliokuwa namtaja mtaja wenyewe wanamwita fundwa kabumbu pale kati anaitwa Kagoma kuna hey, hey. <laughs> Mwenyewe mwenyewe wananchi semaji lao hey. Anamjua Kagoma hey, hey kuna Kante. Wewe ugopi safari hii? Simba leo kunitishia awanawao ana hamna kitu ile nimemuona juu ile. Wamepigwa. Bwana wale wamepigwa. Hamna kitu ndio maana kuna mchezaji wao wamempeleka wa wa wa wa sehemu fulani. Ili waangalia kwamba